Spotify imelipa sekta ya muziki jumla ya dola za Kimarekani bilioni kumi mnamo 2024 ikiwa ni kiasi kikubwa zaidi cha malipo ya mwaka mmoja kutoka kwa muuzaji mmoja katika historia. Hata hivyo, licha ya mafanikio hayo, mjadala mkali kuhusu kiasi cha fedha wanachopokea wasanii na waandishi wa nyimbo kama mirabaha unaendelea. Mapema mwaka huu, baadhi ya waandishi wa nyimbo walioteuliwa kwenye tuzo za Grammy waligomea hafla tuzo iliyoandaliwa na Spotify wakilalamikia mapato madogo wanayopata kutokana na usikilizwaji wa muziki wao. Spotify imechapisha ripoti yake kupitia Loud and Clear, mpango wake wa uwazi kuhusu malipo huku ikisisitiza kuwa haifanyi malipo moja kwa moja kwa wasanii au waandishi wa nyimbo. Spotify hailipi wasanii wala waandishi wa nyimbo moja kwa moja, tunawalipa wamiliki wa haki ambao mara nyingi ni lebo za muziki, wachapishaji wa muziki wa wa na vyama vya ukusanyaji wa mirabaha. Wamiliki hawa wa haki kisha huzigawa pesa kulingana na mikataba yao binafsi na wasanii na waandishi wa nyimbo, msemaji wa kampuni hiyo alieleza. Ripoti hiyo pia ilionyesha kuwa zaidi ya theluthi mbili ya mapato yote ya muziki huenda moja kwa moja kwa record label na wachapishaji badala ya wasanii binafsi. Kamati ya bunge la Uingereza mwaka 2021 ilibaini kuwa wasanii hupokea wastani wa asilimia 16 ya mapato ya usikilizwaji wa wimbo mmoja, ikimaanisha kuwa msanii ambaye muziki wake unapata pauni laki moja kwenye Spotify anaweza kupokea paundi elfu kumi na sita kabla ya kodi. Hata hivyo, usikilizaji wa muziki si chanzo pekee cha mapato kwa wasanii. Wengi wao hupata mapato makubwa kupitia shows na mauzo ya bidhaa pamoja na endorsement deals. Kwa upande wake Taylor Swift ametajwa kama msanii aliyesikilizwa zaidi kwenye Spotify mwaka 2024 akiwa na zaidi ya streams bilioni 26 kufuatia kuachiwa kwa albamu yake The Tortured Poets Department The Anthology. Licha ya Spotify kuweka rekodi ya malipo makubwa zaidi, wasanii wengi bado hawajaridhika na mapato yanayowapata kutoka kwenye majukwaa ya usikilizwaji wa muziki. Utafiti mkubwa uliofanyika barani Ulaya mwaka jana ulibaini kuwa asilimia sabini ya wanamuziki hawakuridhika na mapato ya usikilizwaji wa muziki, yaani streams, jambo linaloonyesha kuwa wasanii bado wanahangaika kupata sehemu yao ya haki ya faida ya muziki kidigitali.